Moja kati ya habari ambayo imetrend sana mitandaoni, lakini pia imezungumzwa kwa ukubwa zaidi ni baada tu ya mwanadada Wema Sepetu kupata ujauzito na Mange Kimambi kuthibitisha taarifa hizi wazi na kudai kwamba baba wa huo ujauzito ni msanii Diamond Platnum. Na baada ya kuzungumza hayo maneno, comments zilikuwa ni nyingi sana wengine wakiwa wanadai uh, huenda Mange Kimambi anadanganya, uh, huenda tu anataka kuharibu ndoa ya Diamond pamoja na Zuchu, kwa sababu tunafahamu Mange Kimambi ni moja kati ya wadada ambao hawampendi eh, Zuchu hata kidogo. Yani Mange Kimambi na Zuchu mbali mbali, mara nyingi sana alikuwa anapinga kwamba Zuchu hawezi kuolewa na Diamond. Kile kipindi cha nyuma tuliweza kushuhudia sakata zima namna ambavyo Mange Kimambi kila akiamka asubuhi anaanza kumsakama Zuchu mitandaoni. Kila akiamka ni lazima tuwatazungumza mabaya kuhusiana na msanii Zuchu. Lakini baadaye, baada ya Zuchu kufunga ndoa na msanii Diamond Platnumz, Mange Kimambi alinyosha mikono juu na kudai kwamba hawezi tena uh, kumfuatilia Zuchu wala kumzungumzia tena mitandaoni. Lakini sasa hivi ameshindwa kabisa kuvumilia, ameanza tena umzungumzia Zuchu pamoja na msanii Diamond Platnum, lakini kwa awamu hii tunaweza kusema labda amemzungumzia Diamond kwa mazuri ay, kwa sababu ay, kama ambavyo tunafahamu jambo la mtoto ni jambo la heri jamani. Sasa taarifa za Wema Sepetu kwamba yeye ni mjamzito zilivyosambaa mitandaoni, watu wengi sana walikuwa wanatamani kufahamu baba ni nani, kwa sababu ay, Wema pamoja na wozu waliachana na waliachana muda kidogo e, tangu unaambiwa ile kipindi cha uchaguzi mwezi wa kumi Wema na wozu hawakuwa pamoja e, kutokana na sababu tofauti tofauti, lakini Mange Kimambi akawa amedai e, kwa sababu tu wozu tayari alishafahamu kwamba msanii Diamond pamoja na Wema Sepetu bado wanaendelea kuwa wapenzi bado wanaendelea kukutana kwa siri. Hilo jambo wozo walishindwa kuvumilia na kuamua kuachana kabisa na Wema Sepetu, lakini mpaka sasa hivi wozo anahangaika kurudiana na Wema Sepetu. Mange Kimambi siku ya leo Ha, ameweza kutuonesha picha ambazo zikiwa zinaonesha Wema Sepetu alipiga na msanii Diamond Platnumz, jambo ambalo limeendelea kusababisha watu wengi wakaamini hizi taarifa ambazo Mange Kimambi aliweza kuzianika kwamba Diamond Platnumz ndiye baba wa huu ujauzito japokuwa, eh, baadhi ya tetesi ambazo zinazungumzwa inasemekana kwamba Diamond alienda tu kumsalimia Wema Sepetu, alienda kumpa hongera za kubeba ujauzito, lakini jambo ambalo Mange Kimambi amelianika amedai kwamba Wema na Diamond Platinum hawajawahi kutaka tena kuwa pamoja mitandaoni, yani uh, kuvujisha kwamba wao wao wao wanakutana, wao wanasalimiana, wanapigiana simu. Hilo jambo waliliweka kwa siri sana, na ndio maana wakutamani watu wengine wafahamu. Sasa Mange Kimambi leo ameweza kupost picha picha za Wema Sepetu akiwa pamoja na msanii Diamond Platnumz katika ukurasa wake wa Twitter, yani X. Baada ya kupost picha, akawa anaonesha wazi namna ambavyo wamepiga picha kwa pamoja, Diamond akiwa na Wema Sepetu, wameenda kupiga picha wakiwa pamoja kama wazazi. Unaweza kuona hili jambo liko serious kiasi gani, jambo ambalo mpaka um, sasa hivi hatujaelewa Zuchu kwa upande wake amelichukuliaje, lakini pia familia ya Diamond kwa upande wao wamelichukuliaje, kwa sababu ukiangalia Diamond na Wema uh, waliwahi kuwa hapo nyuma na sasa hivi uh, basi stori zinazozungumzwa au stori zilizopo ambazo Mange Kimambi anazianika na kudai kwamba ni stori za ukweli, ni kwamba Wema, ujauzito wake ni ujauzito wa msanii Diamond Platnumz na wala sio mwanaume mwingine. Sasa ukiangalia hili swala katika familia ya Diamond itakuwa ni rahisi sana kulipokea lakini, eh, eh, kukaa karibu na mume wake. Mange Kimambi anakuambia huwa anampigia simu Wema Sepetu eh, tofauti na kumpigia simu mke wake kipenzi ambaye ni Zuchu kua bado anampenda Zuchu lakini kama ambavyo tunafahamu wanaume wengi sana, kuna namna fulani hivi huwa anakuwa na furaha endapo unamzalia. Sasa Mange anakuambia Zuchu, kitu ambacho amekosea ni kukaa bila kumzalia Diamond Platnumz, Diamond anapenda akiwa na mwanamke akae miaka, mwaka mmoja, miaka miwili, anamzalia mtoto, lakini kwa Zuchu alimkazia Zuchu, alikaa naye miaka mitatu hajamzalia na Zuchu akamwambia mpaka ndoa. Diamond akalazimika kufunga ndoa, lakini bado Zuchu hakumzalia Diamond Platnumz, na mpaka leo hii bado Zuchu anaendelea kujifikiria hakumzalia Diamond Platnumz. Sasa Diamond ni kama vile ana hamu ya kuwa na mtoto mwingine. Haya, ana watoto sawa, lakini ana hamu ya kuwa na mtoto mwingine. Sasa, sasa hivi ameamua kuhamia kwa Wema Sepetu. Hebu tuendelee kuangalia nini ambacho kitatokea hapo mbele, tuache maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi kundu iliyoandikwa neno subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, na utakuwa umejihakikishia kwa mwanafamilia wetu na utupitwa na habari zetu za kiburudani ambazo zina kiki na kumek headline ndani na nje nchi ya Tanzania.